Novemba ni mwezi wa afya ya kibofu cha mkojo. Ndio. Ehe, tunafahamu umuhimu wa kibofu cha mkojo. Ndiyo. Na hata kama haufahamu basi siku hii ya leo utafahamu, na kuna namna kumbe ya kutunza kibofu cha mkojo. Mm. Kuna watu wanashindana ni mimi ni mtaalamu wa kubana mkojo muda mrefu. Mm. Kumbe haujui utakapofikisha miaka 60 itabidi tu tukuta sana Dokta Messi kutoka hospitali ya kuna hiyo. Mi ni watu wakishazihuru. <laughs> Amna kitu naelewa hapa. Ngoja kwanza tuungane na profesa mshiriki katika eneo hili Elesia Haule, na tutakuja kuzungumza na daktari hapa, atujuze kina gaubaga, tunawezaje kutunza afya ya kibofu cha mkojo? Karibu sana Elesia. Kila kiungo cha mwanadamu kina umuhimu na hiyo ndio maana tuna viungo mbalimbali. Ikitokea mtu akawa na mapungufu ya kiungo basi huo ni ulemavu, lakini pia baadhi ya umuhimu wa viungo vya mili yetu tunaweza tusijue mpaka pale shida itakapotokea. Leo tutatazamia afya ya kibofu cha mkojo, kwani mwezi huu ni maadhimisho ya afya ya kibofu. Mwezi huu ni ukumbusho mzuri wa kila mtu kuzingatia afya yake ya kibofu, kwani maadhimisho haya yanalenga kuvunja ukimya kuhusu masuala ya kibofu, kuhimiza mazungumzo ya wazi na kueneza ufahamu kuhusu kudumisha afya ya kibofu cha mkojo. Watu wengi wanaona aibu kuzungumzia juu ya matatizo ya kibofu, lakini mwezi huu unatoa fursa nzuri ya kubadilisha hali hiyo na kuelimisha umma kuhusu hali mbalimbali mbali za matatizo ya kibofu na hatua za kuzuia. Hii huwasaidia watu kuelewa matatizo mbalimbali mbali ya kibofu kama vile maambukizi ya njia ya mkojo, kibofu kuwa na kazi nyingi kupita kiasi na kushindwa kujizuia Hali hizi zinaweza kuathiri sana maisha ya kila siku, lakini mabadiliko rahisi ya mtindo wa maisha na ushauri wa matibabu kwa wakati unaofaa inaweza kusaidia kudhibiti kwa ufanisi. Lengo ni kutoa ujuzi kuhusu hali hizi na kuonyesha umuhimu wa kutambua mapema na kupata matibabu kwa wakati. Mwezi wa afya ya kibofu ulianza kuhamasisha watu kuhusu masuala ya kibofu na kuwahimiza watu kutafuta msaada. Maadhimisho haya yalianza nchini Marekani ili kuleta umakini kwa afya ya kibofu na kuelimisha umma. Inalenga kupunguza unyanyapaa unaozunguka kujadili matatizo ya kibofu na kukuza mazoea bora ya afya. Hapo awali madaktari na mashirika ya afya waliona watu wengi wakiteseka kimya kutokana na masuala ya kibofu. Walitambua hitaji la muda wa kujitolea na kuzingatia matatizo haya. Kampeni za kiafya katika mwezi huu zinazingatia hali zisizo za kawaida kwa kibofu, dalili zake na matibabu. Hii husaidia watu kuelewa kuwa masuala mengi ya kibofu yanaweza kudhibitiwa na kutibiwa vyema. Mwezi huu pia unasisitiza umuhimu wa usafi sahihi kwenye njia ya kibofu, kunywa maji, kutokubana mkojo kwa muda mrefu na kudumisha tabia nzuri za usafi wa maliwato, kwani zinaweza kuzuia shida nyingi za matatizo ya kibofu. Kwa kuongeza ufahamu na kuelimisha umma, mwezi wa afya ya kibofu unalenga kuboresha ustawi wa jumla wa watu binafsi na kupunguza unyanyapaa unaohusishwa na matatizo ya afya ya kibofu. Linda afya yako ya kibofu kwa ustawi mwema wa jamii. Hii ni kalenda ya leo, nami Elisia Haule. Asante sana Elsia Haule kwa kutujuza hayo juu ya afya ya kibofu cha mkojo mm. na mtaalamu wetu mersi hapa mm. eh, Dkt. Abilius Fidel, daktari wa binadamu ndio tunayeungana naye kuzungumza naye. Umemsikia pale Elsia anasema siku hii imeanzishwa maalum mm. ili watu tusioni aibu kuzungumzia matatizo ambayo na magonjwa yote ambayo yapo katika eneo la kibofu mm. Unajua kuna baadhi ya magonjwa ya mtu akipata anaona aibu kusema, nakwambia tuna homa ndogo, ndogo. Wow. Eh, <laughs> kwa hiyo ifikia hatua e, tuweze kuzungumza. Sema so, kwa, ukienda kwa daktari mm. Hakuna mambo ya homa ndogo ndogo. Utamuuliza tu una e, unaumwa nini ah. Na atakwambia huo ni ugonjwa gani ah. Sasa homa ndogo ndogo, wewe nenda dari famasi, naomba dawa ya homa ndogo, ndogo. ndogo. <laughs> Dr. Abilius Fidel, daktari wa binadamu tunazungumza naye hapa kwa njia mtandao habari za wakati huu, dokta? Na asante kwa kujiunga nasi. Ah, uh, habari za... uh, namshukuru Mungu tumeamka salama. Yuko upande wenu. Tupo salama kabisa, na kama tulivyomsikia hapa mtangulizi wetu anasema, siku hii imeanzishwa maalumu ili tusione aibu na tupate nafasi ya kuzungumza kwa uwazi kabisa juu ya afya ya kibofu. Kwa yule, kwa haraka haraka, kwa ambaye alikuwa hafahamu labda, uh, umuhimu wa kibofu katika mwili wa binadamu ni upi? Uh, kuna umuhimu mkubwa sana uh, wa kibofu cha mkojo kwanza vitu tujua, kibofu ni nini? Kibofu ni mfuko wa misuli ambao uko ndani ya nyonga tunaita pelvic cavity, ambayo kazi yake ni kukusanya mkojo ambao unatengenezwa kutoka kwenye figo, lakini pia kuhifadhi mkojo ambao tayari umeshatengenezwa kutoka kwenye figo, lakini pamoja na kutoa nje ya mwili. Hiyo ndo kazi kuu ambayo inafanywa na kibofu cha mkojo. Kwa hiyo kibofu cha mkojo waga kinajaza mkojo taratibu taratibu, na ukijaa waga utoa ishara kwa ubongo, ili mtu aweze kupata hamu ya kwenda kukojoa. mm-hmm. Ndio sawa sawa, sasa tu, tueleze sasa, tunapozungumzia afya ya kibofu yaani, ni kinatakiwa kiwe na sifa gani hadi tunasema sasa, huyu hapa yupo salama afya yake ya kibofu ni asilimia mia moja, tunaweza tukasema hivyo. Inatakiwa ni sifa zipi sasa inazotuambia huyu kibofu chake kina afya? Ah, kuna sifa baadhi ambazo kama mwanadamu ambaye ni kibofu ambayo, ambayo kiko imara anaweza ah, kuwa nazo. Namba moja ni kutunza mkojo kwa wakati. Kwa mfano, kuna muda ambao unajikuta muda wote unahisi kukojoa, muda wote kwa hiyo ukiwa na hiyo hali unajua wakati mwingine kibofu kinaweza kisiwe kwenye usalama, kwa hiyo itakuhitaji kwenda kufanya uchunguzi. Hiyo ni sifa ya kwanza kwa, kwa namna hiyo sasa. Uh, kibofu kama tulivyosema kwamba kinabidi kiweze kuhifadhi mkojo na pale taarifa a mkojo ukifika kiwango sahihi cha kwenda kukojoa, taarifa zitapelekwa kwenye ubongo. Sasa, sasa kuna baadhi ya watu ambapo kibofu kikiwa akipo kwenye usalama ile misuli ya kibofu italegea, na misuli ya kibofu kilegea pale pale itapelekea mtu muda wote kwenda kukojoa na kushindwa kuhifadhi uh, mkojo kwa muda kadhaa, na pale pale itakuwa inampelekea mtu kuwa anaenda kukojoa mara kwa mara. Hiyo sifa ya kwanza, lakini sifa ya pili ambayo mtu inabidi awe nayo kutokupata maumivu wakati wa kukojoa au pia mkojo wakati anaenda kukojoa haupaswi kukwama. Nabidi mtu akojoe bila kusikia maumivu, na mkojo haupaswi kukwama. Na hizo ni baadhi ya sifa ambazo mtu anaweza kuwa nazo, ambazo zinashia kwamba kibofu chake kwenye uimara au uimara kwa asilimia mia moja hasa kwenye utendaji kazi wake wa kila siku uh-huh. Na afya ya kibofu cha mkojo ina uhusiano gani na umri wa mtu au jinsi ya mtu? Uh, kwa upande wa umri uh, tunasema kwamba umri kadri unavyozidi kuongezeka uh, inaweza ikapelekea ile misuri ya mkojo uh, kibofu cha mkojo aweza kuweza kulegea. Kwa nini? Kwa sababu kwenye kibofu ile misuli iweze kutanuka na kusinya kwa ajili ya kuruhusu mkojo waga, inaratibiwa na mishipa ya fahamu, ambayo mishipa ya fahamu ipo kwenye ubongo. Kama tunavyojua kwamba kadiri umri unavyozidi kuongezeka, na hata ile mishipa ya fahamu inaweza ikawa inaathiriwa kwa namna moja ama nyingine kutokana na umri. Sasa hiyo mishipa ya fahamu ikishindwa kufanya kazi yake kwenye kibofu cha mkojo hasa kuruhusu ile misuli kuweza kutunza na kukusanya mkojo pale pale, hizo dalili nazo zikawa zinajitokeza, mtu anashindwa kujizuia kukojoa kwa wakati au kuwa anakojoa mara kwa mara. mm -hmm. Na hapo awali na hata sasa hivi umezungumzia kwamba swala zima ya dalili ya kwanza ya kwamba kibofu chake cha mtu akipo imara ni juu ya utunzaji wa mkojo, kwa kawaida mtu anatakiwa atunze mkojo kwa muda gani? mm -hmm. Sasa uh, itategemea na kiwango cha kimiminika au kiwango cha maji ambacho mtu amekitumia, ila kikawaida mtu anaweza kutunza mkojo hata zaidi ya masaa mawili mpaka masaa matano, mkojo umetunzwa, ila sasa itategemea na kiwango cha maji ambacho ametumia. Kama umetumia kiwango cha maji kingi, na pale pale mtu atakuwa na anaenda chooni mara kwa mara lakini hiyo haizuii kibofu cha mkojo kutunza angalau hata masaa mawili mpaka matano mkojo kuweza kutunzwa kwenye kibofu cha mkojo, sawa sawa. Fidel, sasa Dkt. tueleze sasa mambo ambayo yanahatarisha afya ya kibofu ni tu, vitu gani ambavyo tunavyovifanya ni hatari kwa afya zetu za vibofu? Aa, kuna vitu mbalimbali baadhi ya hivyo vitu ni pamoja na uvutaji wa sigara hii uvutaji wa sigara moja kwa moja inaenda kusababisha saratani ya kibofu cha mkojo. Kwa nini? Kwa sababu zile sigara waga zina zina kemikali ambazo tunazita nikotini. Sasa zile nikotini moja kwa moja tumesema awali pale uh, kibofu cha mkojo kinahifadhi uh, mkojo. Sasa ukivuta sigara, zile nikotini zinatolewa kwenye mwili, ambazo zinakuja kutunzwa kwa kwenye mkojo. Kwa hiyo zile kemikali zinakuwa ndani ya mkojo. Sasa pale unapokuwa umetunza mkojo kwa muda mrefu, zile kemikali zinaenda kuanza kuathiri kuta za za kibofu na moja kwa moja kuweza kupelekea uh, saratani ya kibofu cha mkojo. Hiyo namba moja, lakini namba mbili uh, kuna pamoja na pombe na yenyewe inapelekea, kwa sababu kuna baadhi ya pombe na yenyewe zina kemikali sugu ambazo zina kemikali kali ambazo zinaweza zikaenda kuathiri moja kwa moja kwenye kuta za kibofu cha mkojo. Lakini nyingine, kuna kuogelea kwenye madimbwi au hizi tunaziita swimming pool, hasa kuna kuwepo na magonjwa tunaita kichocho, stosomiasisi. Sasa kichocho kinapatikana kwenye maji yaliyotuama, kwa wale ambao wanapenda kuogelea kwenye maji ambayo hayako kwenye usalama, anaweza akapata kichocho na kile kichocho moja kwa moja kinaweza kwenda kuathiri kwenye uh, kwenye kibofu cha mkojo, na pale pale akaanza kupata hizo hatari ambazo tumezungumza. Na hivyo vitu vikitokea, kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikajitokeza. Moja wapo tumeshahitaja mgonjwa wa kushindwa kujizuia kukojoa au kujihisi kukojoa mara kwa mara lakini wakati mwingine hupata maumivu wakati anakojoa hasa chini ya kitoo. Na dalili nyingine, unajikuta mkojo unaambatana na damu, wakati anakojoa ule mkojo unakuwa unaambatana na damu. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya vitu ambavyo vinaweza know, you know, um, vikafanyika na lifestyle ambayo mtu anaweza kuwa nayo na mwisho wa siku ikapelekea kuja kuathiri moja kwa moja kwenye mfumo wa utendaji kazi wa kibofu. Mm -hmm. Na hapo ulipozungumzia kwenye uvutaji wa sigara kuna sigara na wale na, tunasema viambatanishi ambavyo huwa vinaenda na sigara, tumbaku, shisha, vyote hivyo vinaweza vikasababisha hii changamoto, vyote vinasababisha. Ndio, ndio, kwa sababu vina kemikali kwao, zile kemikali moja kwa moja zinaenda kuathiri kwenye kuta za kibofu cha mkojo na mwisho wake kwenda kusababisha saratani, hasa hiyo inakuwa inasababisha saratani kibofu cha mkojo na, na kwa upande wa wazee sasa wao nini, nini kinakuwa kimesababisha, au kibofu huwa kinafikia umri wa kuchoka uh? Kawaida kuna kitu ambacho tunakiita neurological bladder kwamba neurological bladder, au overreactive kwamba aidha namba moja inaweza ikasababishwa na mishipa ya fahamu kuchoka kwa wazee watu wenye stroke kiharusi, na wale watu ambao wanakuwa na kisukari, moja kwa moja inaenda kuasili mishipa ya fahamu ambayo mishipa ya fahamu inashindwa kwenda kuratibu vizuri kwenye utendaji wa kibofu cha mkojo, hiyo namba moja. Lakini namba mbili, kuna kitu tunakiita overreactive bladder kwamba unajikuta ile misuri ya kibofu cha mkojo ina Ah, na wakati wa kufunga na kufunguka ili kuweza kuruhusu mkojo haifanyi kazi kwa utaratibu ambao unastahili una uwe, kwa mwisho wa siku hiyo inakuja kuelekea moja kwa moja shida za kibofu cha mkojo lakini, mm -hmm. pia kwa hapo hasa kwa upande wa wanaume umeniuliza umen, umen, swali moja kuhusu kibofu cha mkojo na, na jinsia mm -hmm. sana sana kwa wanaume wanakuwa na shida kibofu cha mkojo hasa ukiwa na shida zingine nje ya kibofu cha mkojo sana sana, hiyo shida inakuwa ni tezidume. Ukiwa na tezidume uh, kwa kuanzia umri wa miaka hamsini na kupanda juu uh, wanakuwa, wanaume wanakuwa na shida ya tezidume. Tezidume inakuwa kubwa kulipo walisia, sasa ile inaenda inaziba njia ya mkojo kwao, mwisho wa siku kile kibofu kinakuwa muda wote kimebeba mkojo kwao, kibeba mkojo moja kwa moja kinakuwa kinaleta madhara kama infection ambayo tunaita UTI ya mara kwa mara, na mwisho wa siku mtu anakuwa anapata zile dalili ambazo tumestaja yeah. Lakini wakati huo, hiyo overactive bladder unajikuta kibofu, ile misuri ya kibofu cha mkojo inashindwa kufunga na kufungua vizuri, kwa sababu ya hiyo sababu alionayo ya tezi dume yeah. Kwa hiyo, hiyo naona kwamba ni sababu ambayo iko nje ya kibofu cha mkojo lakini moja kwa moja inaenda kuathiri moja kwa moja kwenye kibofu cha mkojo pia. Shukrani sana Dkt. Fidel, tunapohitimisha sasa tueleze. Aa, uwezekano wa matibabu, kuna hatua ambazo anaweza mgonjwa akapona kabisa, kuna hatua ambazo anapunguza madhara, na kuna hatua ambazo inabidi tu aishi na hiyo hali. Tueleze kwa kuhitimisha hapo hatua za matibabu, ah, oh. Oh. Kumradhi hapo naona changamoto ya mtandao, lakini elimu tumeipata na tulikuwa na Daktari Abilius Fidel, daktari wa binadamu ambaye tumezungumza naye zaidi juu ya suala hili la kibofu cha mkojo. Mwenye masikio na asikie, mmesikia mm. vile visababishi sitaki mm. kuvirudia. Endelea kumwagilia moyo <laughs>